Kaka, mimi niko vizuri, rais wa Tanzania. Ah, mimi niko vizuri kaka, unaambia siku zote jogoo hafi kwa utitiri kaka, eh. Niko vizuri kaka. Wenye mji wetu tupo mjini eh. Tunaendelea kutamba tu kama hivi kaka, wakubwa wa... akina nani katika nchi hii, mkubwa ni yanga kaka, mkubwa mkubwa, thelathini na tano kwa thelathini na sita wa... nani, kinda hapo, wakubwa wamemaliza mechi ugenini. Mtoto yule ataendelea kuwa mtoto, mimi ni mkubwa kipindicho na mwona na bugua kamasa napeleka huku kaka, yule bado mtoto mdogo sana, kamaliza ugenini, kutoka wapi? Unajua kuna kumaliza Kumaliza mpira, afu naangalia mpira wenyewe uliopigwa ni mpira wa aina gani, kaka. Hey. Mimi mpira niliopigwa unaonekana kabisa, ulikuwa unatoka kwenye njia, unaelekea kwenye njia husika. Hey. Yule alioshinda mwenyewe ndio sema siku hiyo, nani, wanasema nyota imelalia kwake tu, kaka. Huyo mtoto wa Mudi ule mpira wenyewe aliopiga jana mimi naona mpira jimbi tu. Yani, mpira ule wanasema bora mradi uende bum, bum, bum, mradi umefika golini, kaka. Hey. Ukija kwenye goli la kwanza, hey, hey. E, e, papa tu, papa tu, naona nyapo zinatikisika. Goli la pili ningekuwa ofside na nani, ile farini ngoma, offside ile. Goli la tatu ndo Mungu nisaidie, kaka, papa tu

Michono ya kikubwa kaka, unaweza ukashangaa ushinda tatu kaja kabaki hapa, nilopigwa moja kule nika, nikasonga mbele. Au ushasahau Yanga? Yanga ile tuliomkung'utaga yule nani, Belouizdad, tumepigwa tatu kule. Baadhi ya wachambuzi wakasema kwamba biashara ya Yanga imeshaishia hapa. Alipokuja kwa Mkapa tukasema no street, no surrender. Sisi ni askari tuliopigwa risasi na Belouizdad, tunarudi mstuni. Belouizdad huyu hapa tukamlamba ngapi pale? Nne. Sasa anakuja kutupigia kelele tumefungwa goli moja. Kwanza angalia pila nilopiga pila nilopiga pila minuno. Kweli mepiga pila minuno? Pila minuno sasa limetoka pila minuno unanunaje? Nimekwambia yule muda wowote anawaza kumdufua mtu yule muda wowote anawaza kumdufua mtu. Asa, Nitu... Sasa, unajua kwenye mpira miguu watu wamekwanza, niwaambie viongozi wa Yanga wasio wanaleta makocha kwa miemko

Magoli umekuja kuwapata kipindi cha pili. Tumekuja hapa kwa Mkapa goli mbili zile, kipindi cha pili. Watu wamekuja kuvuta picha, mechi zidi yapamba. Magoli yote yamekuja kupatikana kipindi cha pili. Tumeenda tumetoa sare. Kwa hiyo yule tahale dalili ilishaonekana kwamba huyu kocha huyu kwa pilele anaopiga. Wakawa wanamkumbuka na akamkumbuka Nabi, wakamkumbuka yule nani yule nani yule nani wanaitwa nani yule. Nene, Nabi na yule mwingine wa katikati ya Drogba Mondi na huyu na mzee wa Gusa acha twende kwao, hey, Ramovic. Watu wakaanza kuwakumbuka wale kwa sababu anakwambia La Drogba Mondi ni, alikuwa mtu wa 55, huyu sijui Ramovic. Kalech, na yeye alivyofika tu ameipokea mikoba kutoka kwa kwa kwa kwa nani kwa Gamonde 5-5, kwao walivyoona wewe unashinda 3-3, akamwambia huyu sijua tuli naye Krismasi. Sasa viongozi wa Yanga wasio wanasikiliza sana miemko, unajua kumbadilisha badilisha badilisha kocha sometime, na kwenyewe unaweza kukuta mistake kwa sababu ukimwangalia huyu kocha ana vieti vyake ambavyo vimeenda mjini. Kwa hiyo sasa mechi ya jana kupoteza ndio mechi ya juzi kupoteza ndio, tunaona wamefufuka, wapo wanapiga kelele. Sasa kupiga kelele unaweza kashangaa huyo mwenye tatu akabaki nyumbani kwao, wala tatu tetereke atushtuki. Kwa hiyo kilichotokea juzi kama shabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga tumelizia wala hata tukatai kwamba yeah, kweli tumepotea. Unakataaje sasa? Ila kwa sababu mpira miguu unapigwa pale, kila mmoja nauona pale, kweli tumepoteza. Tunajiandaa na mechi msele itakayofuata siku ya Jumamosi, kwamba tunakwenda na ule msemo kwamba no street not surrender. Twende tukaingia hatua makundi, na tunakwenda kuingia kibabe, watu watuamini, yeah. Tunakwenda kuingia hatua makundi kibabe, yaani tunakwenda kumswaga kama ng'ombe yule nani, yule yule nani yule Silver yule, tunakwenda kumswaga kama ng'ombe kwa sababu mimi niangalia lile pila tunalopiga kule kabisa, tunaona pila linatembea na pila linafika kwenye sehemu husika, lakini tunaangalia hawa wanaopiga kilea, anasema ameshinda si tatu mzuka, sijui

Yaani mpela ulicheza mtoto wa mudi jana ni sawasawa wao, unaenda labda kwa mfano kwenye kwenye mpela ukakutana na dodo au unaenda kwenye kwenye kwenye kwenye mtu ya mnazi ukakutana na dodo, ndio mpira wa mtoto wa mudi. Kwanza timu yenyewe inaitwa wasingizi, ishalala usingizi, tunajipigia tu. Kwa hiyo sasa mpira, kwa sababu mi nimeangalia vizuri sana mpela jana, wale nani usingizi wale walikuwa wanakwenda vizuri kwenye penalty area. Unaona wakifika kwenye penalty yale wanamuona huyu nani, yule Kamala Kamala, sindo nani, alikuwa golini, alikuwa nani i Tanzania kwanza? Kwa nini Tanzania Yakubu wakimwona Yakubu pale wanajifumulia tu, umeenda juu huko. Kwa hiyo wale wenyewe walikuwa hawana, wana mipango thabiti sasa. Unakuja kunibeza mie goli moja hii goli moja wewe mtoto, siku zote unakwambia katika maisha, mtoto moja sio mtoto, shetani anamtaka, Mungu anamtaka, mwenyewe anamtaka, mchao anamtaka, mtoto moja. Kwa hiyo kile kigoli kimoja, kama mashabiki wa Yanga yani hatuna ta pressure, tunakwenda kwa Mkapa sasa, ni mpira limechukuliwa na ndio kazi, jitu la Malawi hilo hilo pira nawambia, nilokwenda kupigwa siku ya Jumamosi watu nakwenda kuwashangaza. Unaweza ukashangaa ushinda tatu kabaki mimi niliopigwa goli moja kule nikasonga mbele. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga pamoja na uongozi wa Yanga wasiwa na mihemko aa, watoto wa Mudi ukiwasikiliza sana wanaweza ukakupoteza hata maboya. Ndio tunakwenda kwenye ule msemo waaa, wanakwambia wanakwambia wanakwambia, miruzi mingi umpoteza mbwa kwa sababu wanaopiga kelele tangia alipokuja nani ule nani ule huyu aliondoka fozi, wanaopiga yeah, kelele sio mashabiki wa Yanga. Wanaopiga kelele watoto wa Mudi, aondoke aondoke, kwa sababu watoto wa Mudi wao wanawaza ubingwa tu. Sasa angalia, atoa makundi tunaitafuta, atoa makundi juzi juzi juz walivyoshangilia unaweza ukasema kanifunga yeye, na wakati nikutana na gada mwenyewe najipigia tu, kwa sababu ili uweze kupiga kelele ndio unifunge wewe wewe, sio ananifunga mtu fulani, mtu mwingine, mwisho siku napiga kelele wewe unashangilia. Sasa hizi kelele zao unaweza ukasema ka kelele zao ndo ubingwa wao lakini sio kombe la ligi ku Tanzania bara. Kwa kwenye mechi ya siku ya Jumamosi utakuja kuniambia ile opila unaenda kupiga siku ya Jumamosi hapo. Tunakwenda kuingia. Sisi malengo yetu kufika nusu. Hey, yaani hao ndo tage ile aliyosema engineer kwamba sio atoa makundi uh, ule mtego. Sisi malengo yetu kufika nusu. Tena na nusu Mwenyezi Mungu akutubariki finali finali kombe. Ile toto la Mudy ile pila, pila pila pila mapiko pila nini pila tatu yeah. Hey. Au waifiki kokote bwana situupo hapa kaka anasema kwamba hey. Kama ngoma imewashinda kuwacheza yeah. Hey. Waanze kuwasaidia uh, uh, wale Silver Strikers, uh, uh -huh. Wacheze wa nao wao uh -huh. Alafu Jumapili uh -huh. Wao wako tayari wacheze pia. <laughs> na timu yao ambayo singizini ambao jana walipata ushindi wa goli tatu. Mimi sijawahi mimi sijawahi kuona malaria ikamwacha mtu salama. Kwa pila lile bovu pila ambao hawana hata kocha pila mapiko ambayo sio kwa na vyeti mjini. Eh, unasema uje unisaidie mimi. Yaani kila katika msitu huu kila mtu abebe wa mzigo wake. Si unaelewana? Yaani kila mtu abebe wa mzigo wake. Mtoto wa Mudi kabeba roba la misumari pale alipo. Mimi nimebeba roba la pamba. Kwa sababu goli moja sio goli. Ah, waamuulize Belozadadi tulichomfanyaga tatu kule tukaja mlamba nne hapa watu wakutukaishangaza hapa kuifanya hivyo dhidi ya, ndio maana nimekwambia hivi, kwenye mechi wao, tunaizungumza ile mechi, tulikuwa tunafuta goli moja ile eh, sasa ile sasa, tushaifunika tushaiacha nyuma, tunakwenda sasa hivi elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita ambao bingwa makombe yote, mimi sasa tunakwenda kuonyeshana siku ya Jumamosi kwa Mkapa. Silivalo watakuja kumkataa yule, kwa sababu wale jamaa kwanza, tushasoma kwanza, wale jamaa kwanza, tushasoma. Wale jamaa kwa jinsi nilivyokuwa na uangalia vizuri vizuri, wale jamaa ukiona washambulia wanajaa wengi kwelikweli kwenye penati area, yaani ukishafika kwenye eneo lao wanajaa kama kumbikumbi kumbi. Sasa tunatafuta njia mbadala tuna mikakati kabambe ya kuja kumwangamiza Silva. Tunatafuta mipango thabiti ya kwenda kufungua ile mianya ya pale kati kumsogolea goli kipa lile pila, unakwenda kuliangusha siku ya wa Jumamosi. Watakuja kuwakata hawa hawa wa Silva, kwa sababu ukiangalia hata kwenye mechi ya juu zile bila kumtoa master mwenye kupiga simu muda wote, unamjua wewe mbalando, atukapotea pale, kwani goli limepatikana kipindi gani? Goli limepatikana baada ya kutolewa muda. Alipotoka muda tu Pakome akawa hapandi tena. Pale biashara ndio ikapotea pale. Anapanda yule Pakome wao. Yule wanamuita nani? Chizi, chizi Rwanga switch, chizi yule chizi, chizi fresh. Eh, asiokuwa na matope mjini. Hamna hamna anayepaka bleach afa kwa mzimu. Na, na, sasa, sasa pale alikuwa na huku kwetu kuna Pakome mpaka bleach na kule kwao kwa kuna sasa Pakome, performance ilikuwa inaonekana wakati yupo muda. Yule alikuwa anajifanya Pacome kutoka nani kule? Nani Malawi kule? Yule sasa kaanza kulisogelea lango la Yanga kama amepata nini? Upenyo. Sasa siku ya Juma ngapi? Jumamosi. Sasa huyo mwenye bibili chibili anajifanya anisha na Pacome. Watakuja kumkata kwa Mkapa. Nimekwambia ndio unakwenda kumpigia siku ya Jumamosi. Tunakwambia sasa tunataka tucheze. Tunakwenda kucheza kama mpira uliocheza dhidi nani? Mtoto mmoja alicheza na nani wale? Ali Hilali. Kumbuka alivyocheza kwa mtoto wa Mudi, alishinda ngapi? Mbili kule kwa Samuyo kwa, kwa, kwa kule kwa. Alala ha nataka tucheze. Walipokutana jimikana pa mtoto wa Mudi kafa ngapi pale kapewa meza kwa sababu, anakuambia unataka tucheze. Sasa mpira unakwenda kucheza siku ya Jumamosi, tumeona wale wenyewe sasa wanataka tucheze na tunakuja kucheza mtego, mtego, mtego ya Dimitri Pantev. Nimekwambia anakuambia Jumapili, sio Jumapili, Jumapili siku nyingine inakuwa siku za kazi Jumatatu. Sasa tulianza Jumamosi tunamaliza Jumamosi, wametufunga. Sasa tunakwenda kwa Mkapa kwamba tunaitafuta hatua makundi, na mtu ambaye anatuzuia kuingia hatua makundi ni nani? Silivaike macheni macheni, ile mpira unakwenda kumpigia hapo, hapa tutatoka kimazoea na watoto, unajua kwamba ule msomo kwamba tucheki na wote nakwenda kumpiga kipigo cha paka kanywa maziwa ya mtoto eh? Wewe bwana, sitakuwepo kwa Mkapa siku ya Jumamosi eh. Kama unavyonijuaga mimi, mapima rais wote Tanzania, nitakuwepo kwa Mkapa pale, navyoshuhudia mauaji halaiki na kwenda sokoni, nimekunja ngita kwamba no street not surrender, lile pila kule tunaita wazungu wanapenda kuita is a hard way, njia ngumu. Sasa kule Malawi njia ilikuwa ngumu. Sasa kwa Mkapa hapa, no street not surrender, hakuna kurudi nyuma. E bwana, sisi ni askari tuliopigwa risasi, sasa tushajaruiwa risasi, imetolewa tunarudi msituni. Siliva huyu hapa kule Malawi kule watakuja kujuta kwa Mkapa pale makaburini, tunakwenda kuwaseme wao wa wenyewe, tuende kuwachimbia kaburi la futi ngapi? Ndio maana nakwambia hizi kelele za wafu, niwaambie, wasiwasikiliza hawa wafu, hawa washakufa wa, kupiga mikelele tu, kwa sababu unavyopiga kelele pasipokuwa na kombe uo oh, unaonekana ni uchawa. Sasa tukutane tarehe ngapi hiyo? Kwanza mwezi wa kumi na mbili sio mbali, si wanapiga so, kelele sasa hivi tunakwenda kutana mwezi wa kumi na mbili aa, yeah. hao wanapila lao pila matatu pila piko. Tena yule mimi nitatembea siku na hina niende nikampake na hina nika na kabisa yeah. yule yule meneja wao yule ule na sokwa na vieti mjini yule wewe, yeah. umemwona kocha nilomleta yule nani Malawi yule ah. umemwona Malawi ana vieti, unaambiwa kwenye begi mpaka anabeba mpaka anaenda upande oh, no, ile ndo kwanza kazi ya meneja bado ya kocha. Yeah. Kwa hiyo yule sasa, tuelewane yule, kwa sababu mimi nachokijua kama rais wa Tanzania yule bwana vieti vya kuwa kocha hana yaani pale kwenye bendi hata uwe meneja cha kubanga tu. sasa yule pale tutakutana naye mwezi wa kumi na mbili yule kocha yule, sinacheza naye tarehe ngapi? Tarehe 16. yule atuli naye Krismasi yule. na, na, na, na, na kwa taarifa hey, nilizokuwa nazo uh -huh. unaambiwa jana kavaa makoti hajaonesha tatu hey, hey. amevaa anaficha, kwa sababu hajaonesha. Yani hajaonesha. Unaambiwa akionyesha tu zinaanzia tano na kaamua kuyaficha, kwa sababu tumemsema sema sana, tunasema hizo pikao piko hizo wanapakaga kina mama wale watoto wale kizalamu wanavotoka mwali wale, yani wanawake ndo wanavaga wanapakaga yale mapiko yale. mm -hmm. Sasa, na ndio maana tulivomwambia hayo mapiko ma, waachie watoto wa kike ndio maana kaamua kuficha kwa kutumia nini koti. Sasa yule mzao wa mapiko tutakutana naye kwanza tarehe 16 mwezi wa 12, tunakwenda kumuuliza hivi vyeti vya nani vya ukocha wewe huna. Je, vyeti vya, vya umeneja umevitoa wapi? hilo ndio swali letu, tunakwenda kumuuliza mwezi wa 12, kwa sababu wanavopiga kelele, kwanza mtoto amudi mwambieni anatamba huko kijijini, mjini atambi, yaani mjini mimi hapa kwa hiyo mtoto Mudi sana apiga ile vibonde kule. Sasa tutakutana mwezi wa kumi na mbili, mtoto Mudi akinifunga ndio nitasema yule ule mzamapiko kule ana vieti, lakini vinginevyo mtoto Mudi tutaendelea kujipigia tu kila unavyokutana naye yule, kwa sababu tunamwacha kwanza pigapigae kwa watoto wenzie, maana yupo kwa watoto anapiga piga kelele, ila kenda kukutana na kurungwa mwezi wa kumi na mbili nakanda tena Alafu kelele zinakuambia bwana, kelele mwisho cha linze ukija mjini unakuta Yanga anatamba. Sasa tukutane kila mmoja, anakuambia, kila mmoja abebe mzigo wake hatutaki atusaidie atutaki tumsaidie tukutane. Tukutane kwenye ligi ya mabingwa bado inaendelea. Tunakutana mimi Jumapili, Jumamosi dhidi ya Silva alonipiga ambao nikiwa na, na, na silaha kama zote mi ni mtu ambao nimejeruhiwa. Tukutane sasa siko Jumamosi kwa Mkapa, no street not surrender. Eh bwana tajuta anakuambia anakwenda kumpiga kipigo cha pakambwa Nimekwambia Jumamosi ni siku ya mauaji, niwaambie kila mwanayanga kwamba tunakwenda kwenye ile sherehe. Anasema shabiki ni mchezaji namba kumi na mbili uwanjani. Sasa eh, siku ya Jumamosi huko mtaani acha wanyama tu, we mvaa cheza golden godendenevu, elewa kabisa, unapokuja kwa Mkapa kunjangita kwamba tunaitaka hatua ya makundi na nao tufanya mpaka mpaka sasa hivi, watoto wa Mudy wanawapa hizo mikereke kupiga mtaani, ni hao siri wao. Sasa siku ya Jumamosi ah, mauaji halaiki kaka, tunakwenda yeah, kuingia hatua ya makundi kibabe, tunamchakaza tunamgalagaza, tutamkung'uta yule Juma, tunakwenda yeah, kumswaga kama ng'ombe. Siku ya Jumamosi napiga kama ngoma yule bwana. Nikushukuru sana na niweke nukta hapa, nikutakie kila laheri. Wahenga wanasema tuhifadhi maneno yeah ifazi maneno. siku ya Jumamosi agenda bwile, afe munu, afe munu, afe mang'ati, kunja ngite mwananchi. Jumamosi atucheki na wowote buruza, yatua makundi hii hapa tutamkunguta, tutamdunda.